Kwa nini we niwezeshe tu kwenda? Basi mtu anaanza anaomba hii elfu ishirini na tano mwishoni, sh mnaishia elfu mbili basi, hata elfu mbili nipe. Kwa ndugu rais, ukiwa na makamu mwenyekiti wazuri ukawa na katibu mkuu mzuri, utafanya kazi zako. Takuja kuongoza chama kwenye vikao. Wana jambo linalohitaji msaada wako na uongozi wako, atakuja kukuambia kuna hili hili hili hili hili, hili, hili. Unasema sawa, endeleeni vile vile. Nimefanya kazi na makatibu wakuu watatu wa kwanza alikuwa Luten Yusuf, Luten mstaafu Yusuf Rajab Makamba, mtu wa watu, aliyeweza kuchanganyika na watu wa makundi yote, rika zote na dini zote. Alikuwa rasilimali kubwa kwani, kwa uwezo wa kujenga hoja, alitusogezea sana watu wengi kwa karibu na chama. Wa pili ndugu Wilson Mkama, msomi mzuri, mwana falsafa na bingwa uchambuzi wa masuala ya siasa. Alitusaidia sana katika mchakato wa kufanya mageuzi ndani ya chama na kubuni na kupanga mikakati iliyosaidia katika kuimarisha chama. Watatu ni jamaa wa kushoto kwangu hapa, katibu mkuu aliyopo sasa, kanali mstaafu Abdurrahman Kinana, jembe la kazi, jembe la nguvu. Amefanya kazi kubwa na nzuri sana isiyokuwa na mfano wake. Amefanya kazi iliyoleta uhai na mtazamo mpya na chanya kwa Chama cha Mapinduzi. Ameingia wakati mgumu kweli, wakati jamaa walikuwa wanawaahidi watu kwamba tutakapokwenda Ikulu usiwe na tabu, tutakwenda hivi lakini bwana, kwa mikakati na ubunifu wake wa hali ya juu na mipango yenye tija na maslahi ya kwa CCM, katika miaka yake mitatu na ushehi, ametembelea mikoa yote wilaya zote na majimbo yote amekutana na kuzungumza na wanachama na wananchi. Amefanya kazi ya kulima nao, kujenga nao shule, nyumba, lakini kubwa zaidi amesikiliza shida za wananchi zile alizoweza kuzitolea majawabu alitoa majawabu, na zile alizokuwa zimemshinda alizileta serikalini kwa ajili ya kuchukuliwa hatua. Aliwafanya wananchi, kwa sababu ya jitihada zake, waendelee kuwa na imani na CCM na hivyo kupeperusha matumaini feki matumaini uchwara kidogo aliokuepo na jamaa zetu wa upande wa pili. Kwa kweli unapozungumzia utulivu wa sisi baada ya mchakato wa uteuzi wa mgombea urais mwaka wa jana uliokuwa na majaribu mengi na mitihani isiyokuwa na mfano wake, na unapozungumzia ushindi murua tuliopata katika uchaguzi mkuu huwezi kushindwa kuona na kutambua mchango mahsus wa katibu mkuu ndugu Abdurahmani Kinana. Ni jembe kweli kweli. Naomba tumpigie makofi ya nguvu kuelezea pongezi zetu na shukurani zetu kwake. You are a great man. Umefanya mambo makubwa sana kwa ajili ya chama hiki. You have turned the fortunes of CCM in our favor. Tulikuwa tunaelekea usiku lakini umefanya kazi kubwa bwana. Lazima ukweli usemwe. Ni wajumbe nawashukuru kwa dhati wanachama wenye viti, makatibu wa mikoa, wilaya, majimbo, kata na matawi pamoja na wajumbe wa vikao vya chama vya ngazi hizo, kwa ushirikiano na msaada mlionipa katika kipindi chote nilichokuwa mwenyekiti wa chama chetu. Ushirikiano na msaada wenu ndivyo vilivyofanya kazi yangu kuwa nyepesi na tukapata mafanikio tuliyoyapata. Maombi yangu kwenu ni kuendelea kukijenga na kukipigania Chama cha Mapinduzi kwa ari, nguvu na kasi kubwa zaidi ya mlivyofanya wakati wangu. Pili, naomba mumpe mwenyekiti wetu mpya ushirikiano na msaada maradufu zaidi kuliko mlivyofanya kwangu. Umoja na mshikamano ndio siri ya mafanikio na ushindi wa CCM. Umoja ni ushindi. Ndugu wajumbe, nawashukuru kwa namna ya kipekee watumishi wa Chama cha Mapinduzi kwa moyo wao wa kujitolea uzalendo, na upendo kwa chama chao. Na yasema haya kwa dhati, kwani nafahamu kwa, kwa watumishi wa chama wanalipa ujira mdogo sana na hawana marupurupu mengi kutokana na hali ngumu ya kifedha inayokikabili chama chetu. Hata viposho vilivyokuwa vinasaidia kuleta nafuu na siku hizi havipo. Pamoja na hayo, wamekuwa wanachapa kazi usiku na mchana kujenga na kukipigania chama cha mapinduzi. Moyo wao wa kujitolea unastahili kutambuliwa na kupongezwa. Siku ile tarehe 25 Juni mwaka 6 nilipochaguliwa kwa mara ya kwanza kuwa mwenyekiti wa chama chetu, niliahidi kuboresha maslahi ya wafanyakazi wa CCM. Nilitimiza ahadi yangu. Hata hivyo, kwa vile tumeshindwa kuendelea kuboresha mishahara kila wakati serikali ilipoongeza kima cha chini kwa wafanyakazi, hali ya watumishi wa chama imeendelea kuwa ngumu. Sipendi kumsemea mwenyekiti mpya na wala sita kumtaka atoe kauli ya matumaini siku ya leo, lakini jambo muhimu ambalo halina budi kutazamwa mapema ikiwezekanavyo. Ilikuwa dhamira yangu kabla ya kuondoka tutoe nyongeza ya mshahara, lakini mipango haikwenda kama tulivyotarajia. Niruhusuni nitoe shukrani maalumu kwa imani kubwa mliyoonyesha kwangu ndugu wa jumbe, mara tatu, 2006, 2007, 2012, jina langu lilipoletwa mbele yenu mkanipigia kura nyingi ya kuwa mwenyekiti. Wingi ule wa kura ndio ulionidhihirishia upendo wenu na imani yenu kwangu. Mambo haya ndio yaliyonipa moyo na kunipa nguvu ya kukitumikia chama kwa nguvu zaidi. Ombi langu kwenu leo tufanye zaidi ya vile mlivyofanya kwangu, kwa ndugu yetu rais wetu mpendwa Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli, tumpigie kura zote za ndio, isipotee kura hata moja. Je, tutafanya hivyo? Tutafanya hivyo! Hebu yeah. Inueni mikono. Ai, mmeniahidi, mmeniahidi, mmeinua kwa hiari yenu. Atakayetoa kura hapana ni nani? Mchawi na wachawi hawapo, na wachawi hawapo CCM. CCM chama chama hicho chama chetu chama CCM chama wewe